Kocha Dimitar pandevu amekuwa kipenzi cha wachezaji wa Simba ghafla, ambapo inaelezwa kwamba huko kwenye kambi la klabu ya Simba yani Nifulu, mzuka kambi ya Simba, ambapo imeelezwa kwamba meneja mkuu wa klabu ya Simba Sport Club Dimitar pandevu amegeuka kipenzi cha wachezaji ndani ya muda mfupi. Inaelezwa kuwa wachezaji wamekuwa wakifurahi wa utaratibu mpya kambini ukiwa na motisha, nidhamu na vibe kali kabla ya mchezo wao dhidi ya Singizini Hotspot, ndipo wachezaji ambapo walionekana walionekana wakifurahi zaidi, lakini vyanzo vya ndani eh, vya klabu vinasema morali ni ya juu mno. Kila mchezaji yuko tayari kutoa show kali na kuonyesha ubora wao uwanjani. Simba sasa hivi ipo kwenye mission ya kuendeleza ubabe wao na inaonekana Pantev amepiga mzigo mkubwa timu hiyo inacheka, ambapo Simba itakutana na timu ya Singizini Hotspot kutokea Eswatini, na hivyo kocha anaamini kila mchezaji atatumika na atajituma kwenye nafasi yake, na nafasi hiyo kila mmoja ataitumia vyema na kufanya Simba aweze kushinda kwenye mechi ambazo, kwenye mechi hiyo ambayo itakuwa ni mtoano kwa ajili ya kugomania kuingia makundi klabu bingwa barani Afrika. Lakini cha ajabu ni kwamba kocha huyo ameweza kubadilisha utaratibu kwenye kikosi hicho utaratibu huo mpya ambao ameuleta kambini, ukiwa pamoja wachezaji ambaye ata Namba anafanya vizuri zaidi, lakini kuwa na nidhamu. Mchezaji anataka kuwa na nidhamu ili aweze kufanikiwa, lakini na vibe kali ya mchezo wao dhidi ya ambao hao wataweza kuwa watakuwa e, wa kwanza kabisa kuweza kukutana kimataifa na meneja mpya ya klabu ya Simba Sport Club Dimitri Pandevu, e, hivyo na kuwafanya wachezaji wao wawe na vibe la juu na kuwa ni kipenzi kwa wachezaji wao kutokana na mambo ambayo anawafanyia ikiwemo hiyo posho, lakini pia vibe na nidhamu ambayo anaitengeneza ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Dimitri Pandevo ndiye meneja mkuu wa klabu ya Simba Sports Club.